Na sherehe za mwaka huu za sikukuu ya Leba dei zilishuhudia mbwembwe za aina yake huku wafanyikazi wakimiminika katika bustani ya Uhuru kuadhimisha siku hiyo. Mtazamaji, kulikuwa na maonyesho ya zana za kazi yaliyofanywa kwa njia za ubunifu ambazo ziligusia mchango wa wafanyikazi katika uchumi wa taifa hili. Na miongoni mwa umati huo kulikuwa na Paul Maina Njenga kutoka kaunti ya Murang'a. Alikuwa amevalia rangi za bendera ya Kenya ili kujivunia uzalendo na hadhi ya wafanyikazi. Ripota wetu, Nancy Okware, alikutana na Njenga na wafanyikazi wengine wenye ari na bidii, na huyu hapa na maelezo ya matukio na sauti za sherehe ya siku hii ya wafanyikazi. Asubuhi katika bustani ya Uhuru Gardens ambapo sherehe za mwaka huu za sikukuu ya Leba dei ziliandaliwa wale wanaochukuliwa kuwa vichochezi muhimu wa kiuchumi humu nchini wakifika kwa idadi kubwa leo, wakiipa siku hii umuhimu wake, hapa wakionyesha zana za kazi, kila mmoja akivutia upande wa kwake. Walinzi katika sekta binafsi nao pia hawakuachwa nyuma anayezingatiwa kuwa rafiki wa karibu kwa mwanadamu pia alikuwepo, mbwa ila hawakuonekana kuwa wakirafiki kwani ni walinzi kwa waliwa, kwa waliwa. Nalo kundi la kipindi cha vioja mahakamani walikuwepo toi, eto, weka hapa Tawara, kanyaka inje. Na tena. Kanyaka inje. Hapa wakivunja mbavu za waliofika katika sherehe hizi Kawera amekuja kwangu uh-huh. amekuja kuniambia umemfukuza Na maafisa wa usalama walikuwa ngangari kuhakikisha mambo yakoshwari kwenye shamra shamra za sherehe hizi jamaa mmoja aliwavutia wengi mavazi yake yakivutia darubini yetu jina lake ni Paul Maina Njenga mkazi wa kaunti ya Murang'a yeye ni mchuuzi anatusimulia jinsi alivyosafiri kutoka Murang'a hadi Nairobi ili kuhudhuria sherehe hizi Niliwazili leo asubuhi nilitoka nyumbani saa kumi na moja nikawazili hapa saa moja. Lakini nini kilichochochea vazi hili? Mimi vile nimevaa, nafurahia sana kuwa Mkenya msaredo, na ndivyo nimevaa hizi maguo. Kila sherehe mimi na kuanga hivi kwa sababu napenda nchi yetu ya Kenya. Hizi gambuti nilinunua nikajiandikishia. Sasa mimi nagharamia na tu kwa sababu ya kupenda nchi yetu ya Kenya hii ndio ninawekanga hizi maguo alafu nikifika kwa sherehe nazitoa hapo nafaa. Ya, hizi binzi kama, hizi, kama hii naenda nanunua najitengenezea saami nafurahia kufaa. Hivi ndio nimesema ninakuanga na guo moja tu, kwa sababu Kenya ni moja katika sherehe zote mi nahudhuria. Njenga pia anasema kwamba amepaka nyumba yake rangi za bendera ya taifa hili mwito wangu ni kupenda Kenya yetu na kuwatakia Wakenya wawe na utumilifu kiasi. Baada ya mbwembwe zilizoshuhudiwa hapa, mfanyikazi wa Kenya anaondoka akiwa na matumaini kwamba siku zinapozidi kusonga maslahi yake yatazidi kuimarishwa. Nancy Okware nikiripoti kutoka Uhuru Gardens, Nairobi.